Kabla ya kuanza kazi, madam HR, kabla ya kuanza kazi, wauguzi basi wajikabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakwambieni hakuna litalotokea, kwa imani ya dua hii. Usianze kazi na kisirani, anza kazi na kumweka Mwenyezi Mungu mbele, jikabidhishe. Kwa hiyo hata chochote, nguvu ya dua ndio itakwenda. Wakinga. Nilikuwa nauliza hapa uongozi kama unayo yodua ni muhimu. Bismillahi rahmani rahim. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, tunakuomba Mwenyezi Mungu utujalie kheri na baraka katika kazi zetu za uuguzi na ukunga. Tunakuomba utupe hikima, busara, uadilifu na uaminifu katika kazi zetu za kuwahudumia wagonjwa wote bila ya kujali dini, rangi, kabila au ubaguzi wa aina yoyote ile. Tuondoshee fitina, tuondoshee husda na chuki katika kazi zetu. Utujalie mapenzi baina yetu, wakubwa wadogo, vijana na wazee, tusaidiane na tushirikiane. Kwa pale tunapokosea, e, Mwenyezi Mungu, tunakuomba utusamehe. Na utuongoze katika yaliyo sahihi katika kutoa huduma zetu kwa wagonjwa wazima na kuwa na mashirikiano mazuri na wafanyakazi wenzetu wote wa afya na jamii kwa ujumla. Tunakuomba utufungulie milango ya kupanua elimu zetu kwa fursa za masomo ya muda mfupi na muda mrefu ndani na nje ya nchi yetu ili tuweze kupata elimu zaidi na ile tulionayo na kuweza kutoa huduma bora zaidi kwa uhakika. Hakuna pengine pa kuomba ila kwako peke yako Mola wetu tunakuomba kwa majina yako matukufu utukubalie dua yetu hii. Amin, amin, amin. Niambie, ni dua imeacha kitu mm? Hii dua uwe nayo, uwe nayo me, laptop yangu nimeweka kule, nakuwa naziprint, napenda kutembea nazo. Nafikiri jana ndizigawa nyingi kule, lakini nitamtumia matron kuwa nayo hii dua. Omba dua zote hii specifically ya kazi yako hmm? Iombe Mungu, anasikia kwa lugha zote. Utapoanza kazi, kisirani chote kinaondoka, manake saa nyingine unakuwa na kisirani, mtu akikusalimia tu unaanza he, kwani lazima usalimie Ibilisi, kashaka ya mbele. Hujui kama ile ya salamu alaikum ni dua pia kwako? Pita tu, salamu alaikum, sau mtu. Acheni jamani, salamu tu inamkwaza mtu, si wewe. Si wewe. Lakini hii dua Mungu akiitakabalia kama tunavyomuomba, basi hicho kisirani kinaondoka. Na unavyotoka nyumbani kisirani chako kiache pale getini, mwambie kisirani hapa mwisho. Ukiingia huko unacheka tu. Ni kufurahi kila unaimuona. Na ukimwona mwenzio ukaingia na kisirani wewe ndo mbadala. Unamwambia hapana, ile dua tushaomba, kama hujaomba kati yetu uzo njoo tuombe. Alafu baadaye uendelee na kazi. Aki ya Mungu mtaniambia, nikiwa hai nikifa, mtakuja kaburini kwangu seme, bibi wewe ulituambia kitu fulani, tunaamini hichi kitu, dua ni most powerful. Kwa hiyo tuijue hii dua.